Karibuni tena Ganaz XG. Leo tunazungumzia mapitio kabla ya mechi PSG dhidi ya Arsenal, mechi inayofanyika kwenye uwanja wa Arsenal kama unavyojulikana katika usiku wa Champions League Arsenal Stadium. Uh, ni mechi ya nusu fainali ya kombe la mabingwa wa Ulaya mzunguko wa kwanza, ambapo siku sita baadaye itafanyika mechi ya Maridia, marejiano huko Ufaransa, uh, katika jiji la Paris. Uh, leo tutazungumza mambo mbalimbali yanayozunguka mechi hii. Tutazungumzia fomu za timu, mandhari inayotayarishwa kwenye uwanja wa Arsenal ambapo kutakuwa na uh, shamra shamra za hali ya juu, ili kuipa nguvu timu na kuhakikisha kwamba Arsenal inaondoka na ushindi. Haitakuwa mechi rahisi. PSG ni timu ambayo inacheza mpira mzuri sana sasa hivi katika katika Champions League na imeshatoa ubingwa katika ligi ya Ufaransa Ligue 1. Na vile vile tutaangalia form za timu, tutaangalia uh, head to head baina ya Arsenal na PSG, um, system ambazo timu hizi zi, zinatumia. Ni timu mbili tofauti kabisa, ingawa kuna mambo zinafanana, na mwishowe tutajaribu kuonyesha je, kama kuna uwezekano mkubwa wa Arsenal kushinda. Uh, tuanze na form za timu mbili hizi. PSG imeshatwaa ubingwa kwa hiyo eh, ni kama vile sasa hivi inacheza mpira bila ya umakini mkubwa. PSG imepoteza mechi mbili hivi karibuni, moja katika ligi ya mabingwa wa Ulaya na moja katika dhidi ya Aston Villa, na juzi juzi wamefungwa na, na, na Nice. PSG ilikuwa inatarajiwa kumaliza invincible, ikiwa imesalia michezo mitatu tu. PSG imefungwa hivyo, haitakuwa invincible tena mwaka huu. Laki, like, kwa hiyo in terms of form Arsenal inaonekana kwamba iko kwenye form zaidi kwa sababu kwenye all competition PSG imepo, ime, imepoteza michezo miwili na kutoka suluhu moja na imeshinda ime michezo mitatu. Wakati Arsenal kwenye all competitions imeshinda mechi tatu na imetoka suluhu mechi tatu. Ni muda mrefu sana Arsenal haikufungwa. Tukiingia kwenye form, timu mbili hizi zimekutana mara sita hivi. Mara mbili ni miaka ya nyuma sana ambapo Arsenal na PSG zilikutana kwenye Cup Winners Cup mwaka 1994 ambapo na mchezo wa marudiano tarehe 12 April Arsenal iliibuka na ushindi wakati mchezo wa kwanza tarehe 29 March ilikuwa ni suluhu kwa hiyo ilipata ushindi mmoja michezo miwili iliyofuatia yote ilikuwa ni ya UEFA Champions League imetoka suluhu mwaka 2016 yote ilikuwa ni suluhu ya bao moja kwa moja na mbili kwa mbili. A, mchezo wa mwisho kabisa ni mwaka msimu huu ambapo tumekutana nao kwenye hatua ya ligi na tumeicharaza PSG bao mbili kwa bila. Vilevile tumewakutana nao mara moja kwenye mchezo wa kirafiki ambapo tulicharaza PSG bao tano kwa moja. Ndio kusema kwamba PSG haijawahi kuifunga Arsenal na Arsenal imeshaifunga PSG mara tatu, mara moja kwenye Cup Winners Cup, mara moja kwenye Champions League na mara moja kwenye mechi ya kirafiki kwa hiyo kama ilivyokuwa na Madrid ilikuwa haijawahi kufunga Arsenal, uh, na PSG nayo <laughs> haijawahi kuifunga Arsenal na rekodi za ajabu ajabu sana. Timu mbili hizi ni timu tofauti kabisa. PSG ina imeimprove sana, nimezungumza kwamba tuliwafunga kwenye mechi ya mwisho tuliokutana nao ndani ya msimu huu. PSG hii tunayokutana nao siku ya Jumanne na ile tuliyoifunga ni PSG tofauti kidogo kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ile ilikuwa haikumsajili bado Khvicha Kvaratskhelia, mchezaji ambaye sasa hivi anajulikana kwa uhodari wake, na vile vile coach aligombana na Osman Dembele, kwa hiyo hakuja kwenye mechi ya Emirates. Kwa hiyo hao wawili kati ya watatu matata sana wanaosimama mstari wa mbele wa PSG hawakuwepo mchezoni, na wakati ule walikuwa na Randal Kolo Muani nadhani, ingawa hakucheza, alicheza Lee alianza Lee upande wa kushoto alicheza Bradley Bacola, na upande wa kulia alicheza Desire Due. Lakini katika mechi ile ambayo Arsenal ilishinda, ilikuwa inamkosa Captain Martin Odegaard, hakuwepo kwenye mchezo. Kwa hiyo itakuwa ni addition nzuri eh, safari hii. Lakini waliokuwepo wakati ule sasa hivi hawapo ni King Kai Havertz ambaye kama tunavyojua msimu wake umemalizika na Thomas Partey ambaye amefungiwa kwenye mechi hii ya kwanza, atarejea kwenye mechi ya pili. Kwa hiyo ni timu ambazo zime Arsenal imepata unge... ime mchezaji mmoja wa ziada na imepoteza wachezaji wawili ukilinganisha na ile mechi iliyopita na..., na PSG imeongeza wachezaji wawili. Lakini si tu mabadiliko ya wachezaji, PSG sasahivi ina flow vizuri sana katika mchezo wake, tunaweza kusema kwamba katika swala zima la mashambulizi ni timu ambayo inashambulia kuliko timu yoyote katika uh ligi ya mabingwa wa Ulaya sasa hivi, kifuatiwa na Barcelona. Wengi wanadhani Barcelona iko mbele lakini kitakwimu PSG iko mbele. Na kwa upande wake Arsenal ina rekodi nzuri sana katika swala zima la ulinzi, pamoja na kwamba imempoteza Gabi Magalhaes. Huyo ni ni mchezaji mwingine ambaye itakuwa ni tofauti, mechi iliyopita alicheza safari hata kuwepo. Kwa hiyo Arsenal imepoteza wachezaji watatu sio wawili. Kwa hiyo imempoteza Gabi Magalais ingawa aliyekuja badala yake Yakub Kivyo anaonekana kufanya vizuri. Sasa labda tuangalie kitakwimu. Tumesema kwamba timu moja ni nzuri katika mashambulizi na moja ni nzuri katika ulinzi. Je, zinatofautiana sana kimatokeo baada ya kuwa na sifa mbili hizo zilizotofautiana? Tukianza na mlinganyo katika takwimu za mashambulizi Tunachukua wastani, kwa tunachukua wastani kwa mechi kwa kwa kwa nini wastani mechi? Sababu timu mbili hizi zimecheza idadi ya mechi tofauti. PSG haikufanya vizuri kwenye makundi ilimaliza nje ya nane bora na hivyo ikacheza mechi mbili za ziada za uh, round ya mtoano kabla ya robo finali, na Arsenal kwa upande wake ilimaliza nafasi ya tatu kwenye hatua ya ligi kwa hiyo ili qualify moja kwa moja uh, kwenye wastani wa magoli Arsenal ina wastani wa magoli mawili nukta tano dhidi ya PSG ambayo ina wastani wa magoli mawili nukta moja. Ndio kusema Arsenal inafanya vizuri zaidi kimashambulizi kuliko PSG, na hili ni jambo la, ku, la kueleweka. Tukumbuke kwamba Arsenal imeipiga PSV aggregate mabao tisa kwa matatu, iliifunga Sporting Lisbon mabao matano kwa moja, na imeifunga Real Madrid aggregate mabao matano kwa moja. Hayo peke yake yameipa Arsenal uh, nafasi kubwa sana ya ku, yakuwa na magoli mengi kiujumla. Timu zote mbili mpaka hivi zimefunga magoli 3a eh, na magoli a magolia na, na, na, magoli na wastani mzuri kwa imecheza mechi b punufu 2.5 dhidi ya uh, 2.1 uh, kwenye magoli uh, mashuti yaliyolenga mlango mashuti sahihi. Arsenal ina mashuti sita nukta tatu kwa kila mechi kwa wastani, na PSG ina mashuti saba nukta mbili kwa kila mechi kwa wastani. Kwa hiyo PSG ina shuti zaidi au inatengeneza zaidi nafasi za kupiga mashuti kuliko Arsenal. Uh, kwa upande wa nafasi kubwa za magoli uh, Arsenal inatengeneza nafasi tatu nukta sita, PSG inatengeneza nafasi nne nukta mbili. Kwa hiyo tunaweza tunaanza kupata taswira kwamba PSG kimashambulizi iko vizuri zaidi, pamoja na kwamba output, yani magoli Arsenal inafanya vizuri uh, kwa upande wa nafasi ambazo imezipoteza tumeziita nafasi potofu, lakini tunamaanisha zile nafasi kubwa ambazo zimepatikana lakini timu zimeshindwa kuscore, Arsenal kwa wastani kwenye kila mechi inapoteza magoli 1.9 pungufu kidogo ya magoli mawili na PSG inapoteza zaidi kuliko Arsenal ikiwa na pungufu kidogo ya magoli matatu, ikiwa na mbili, ikiwa na magoli 2.7. Matokeo pamoja na kwamba PSG inashambulia sana, Arsenal inaonekana iko more efficient, inatumia vizuri nafasi zake kuliko PSG, na ndo matokeo yake, Arsenal inaonekana kuwa na wastani mzuri wa magoli kuliko PSG, japokuwa PSG ina mashambulizi mengi kiidadi kuliko Arsenal. Kwa upande wa umiliki PSG inamiliki sana mpira ikiwa na wastani wa 63.6. Sikumbuki wastani wa umiliki ulikuwaje katika mechi ile ya PSG na Arsenal ya kwanza. Ninachoweza kukumbuka ni kwamba Arsenal ilizidiwa kwa possession. Lakini, kama tunavyosema, possession si muhimu kilicho muhimu unafanya nini na ile possession kama timu. Siku ile Arsenal ilibuka mshindi, pamoja na kwamba PSG ilipossess zaidi. Na kama tunavyosema PSG imepo, ime, inaonekana inafanya vizuri, lakini ilishindwa kumaliza kwenye nane bora 63.6. Arsenal ina asilimia ya wastani wa asilimia hamsini na moja kwa kila mechi nukta sifuri. Kwa hiyo again, PSG inafanya vizuri katika umiliki kuliko Arsenal. Na pasi sahihi, PSG ina 89.5. Na Arsenal ina 86.6. Kwa hiyo kimashambulizi, ni kweli kwamba pamoja na idadi ya magoli ya Arsenal inafanya vizuri zaidi, lakini PSG ina attack zaidi na takwimu zinathibitisha hilo. Sasa tuangalie mlinganyo katika ulinzi, wastani kwa mechi vilevile vile. Arsenal ina clean sheet 6 kwenye Champions League so far na PSG ina clean sheet tano tu, huku Arsenal ikiwa ina concede magoli, magoli ya kufungwa kwa kila mechi ni wastani wa 0.6. PSG ina concede wastani wa goli moja kila mechi kwani ime concede jumla ya magoli kumi na nne wakati Arsenal ime concede magoli sita katika mechi 12 kwa hiyo 14 zidi ya sita tunaweza kuona sasa jinsi ambavyo defense ya Arsenal ilivyokuwa mahiri ukilinganisha na PSG. Uh, interception, na sasa takwimu za hapa huwa uh, katika uchambuzi zinachanganya kidogo kwa sababu Tunaweza kudhani mathalan kwenye interception PSG ina interception nyingi kuliko Arsenal. Kwa kwahiyo inaweza ikakupa picha kwamba okay, PSG ina defend vizuri kuliko Arsenal, lakini hapana. Hii inamaanisha kwamba Arsenal haihitaji kudefend mara nyingi na kuwa na interception nyingi kwa maana hiyo haishambuliwi sana. PSG inahitaji sana kufanya interception ili kuepusha kufungwa na ndio maana ina interception nyingi. Kwa hiyo, the higher the interception does not represent the fact that the defense is better. Defense ya PSG inafanya 9.2 interception kwa kila mechi, huku Arsenal ikiwa inafanya uh, interception 7.3 kwa kila mechi. Tackles vile vilevile in, PSG ina tackles nyingi sana 19.2, huku Arsenal ikiwa na tackles 14.8. Uh, kwa upande wa penalty uh, Arsenal imeconcede penalty mbili. Sikumbuki ya pili ni mechi gani, lakini naweza kukumbuka tuliconcede penalty kwenye mechi ambayo mchezo pekee tuliopoteza dhidi ya Inter Milan. Penalty ya pili sikumbuki ilikuwa katika mechi gani, nadhani PSV, suluhu ya bao mbili kwa mbili sikumbuki sawa sawa, lakini anyway, tumeconcede penalty mbili, PSG haija concede penalty. Kwa hiyo hapa kiuhakika kabisa, PSG inafanya vizuri kuliko Arsenal, lakini uh, uokozi kipa anahita ameokoa kiasi gani? Kipa wa PSG anaokoa mabao ma, mara mbili nukta nne kwa kila mchezo huku uh, David Raya anamzidi Gigi Donnarumma kwa kuwa na uh, kwa kuokoa mipira michache yani mbili nukta tatu manake nini? Manake Arsenal haishambuliwi sana. Tunapata taswira taswira mbili: Arsenal haifungwi magoli zaidi kuliko PSG. Arsenal haidefend zaidi kuliko PSG, au sio? Haidefend, haihitaji kudefend zaidi kuliko PSG, ndio kusema kwamba Arsenal hairuhusu mashambulizi mengi, kwa hiyo haihitaji kuokoa sana, wakati goalkeeper wa PSG anakuwa busy kuliko goalkeeper wa Arsenal. Madefender wa PSG wanafanya tackles nyingi, wanafanya interception nyingi kuliko Arsenal, kwa hiyo wanaruhusu sana mashambulizi kuliko Arsenal. Hii ina maana kiuhakika kabisa, defense ya Arsenal inafanya vizuri kuliko defense ya PSG. Sasa tuingie kwenye kitu ambacho kina hadaa sana, na ndio maana nimeamua tutakichambua, nacho ni mashambulizi ya PSG. Mashambulizi ya PSG yana hadaa na kutisha ukiangalia namba, lakini kuna ukweli mmoja ndani yake ambao unadhihirisha kwamba mashambulizi ya PSG sio ya kutisha kiasi hicho. E, ni hivi. Vicha Kvaratskhelia ambaye amejiunga na PSG mwezi Januari tayari ana goal contribution saba ndani ya miezi miwili mitatu hivi, yani Januari mpaka leo, miezi mitatu na ushe au minne. Vile vile Desery Due yeye ana goal contribution 25 magoli 13 na asisti 12 kwenye mechi 46 Na Osman Dembele ana magoli 32 huku akiwa na assist kumi kwa hiyo goal contribution ni 42. Kwa maana hiyo ukiziangalia namba hizi zinatisha mno, lakini ukija kuangalia nini washambuliaji wa PSG wanafanya kwenye Champions League hawatishi sana, kwani Osman Dembele ana, ana goal contribution ya kumi tu kwenye Champions League, ukilinganisha na jumla ana 42, kwa hiyo 32 ni kwenye ligi ya kwao na imani ya kiujumla na uhalisia ni kwamba ligue 1 ya Ufaransa sio haina upinzani, sio kali kama Premier League ya Uingereza ya, ya, ya, England. Ni rahisi kuwa mfungaji mzuri kwenye ligi ya Ufaransa, lakini si rahisi kuwa na mfungaji mzuri na kufunga magoli mengi kwenye ligi ya Premier. Mfano mzuri ni Lacazette. Lacazette ameondoka Arsenal, a finished player sasa hivi. Lacazette anafunga 20 plus kwenye ligue 1 Msimu uliopita, msimu huu sikuangalia takwimu zake. Kwa hiyo ni rahisi sana kwa mshambuliaji mzuri kwenye ligi ya kule kuliko Uingereza. Desire Doue ana goli sita na assist sita, kwa hiyo goal contribution 12 na Khvicha Kvara, Khvicha Kvaratskhelia ana assist mbili na goli, ana magoli mawili na assist moja. Kwa hiyo ukiangalia nini wanafanya kwenye Champions League is an average team. Lakini ukijumlisha na yale ambayo yanatokea kwenye ligi ya Ufaransa, PSG inaonekana kutisha sana. Kwa hiyo uhalisia PSG haitishi kiasi hicho, lakini kitu kimoja lazima tukiri, PSG ina flow vizuri sana kimchezo hata kuliko timu yoyote kwenye Premier League na ina shambuli kwenye, kwenye, kwenye Champions League na inashambulia sana. Kitu kikubwa ambacho Arsenal inatakiwa kuwa makini sana ni flanks za PSG upande mmoja, yani PSG ina, ina, ina attack na wingers pamoja na fullbacks kwa maana ya kwamba upande mmoja Ashraf Hakimi pamoja na Desere Due wanaataki kwa pamoja, na upande mwingine Hvicha Kaparashkelia au mara nyingine Bradly Bacola, kwa sababu Bradly Bacola ni super sub PSG, amepoteza namba baada ya kuwasili kwa Kavarashkelia, lakini Bradly Bacola ni moja kati ya very promising youngsters. Kwa hiyo ama Hvicha Kavarashkelia au Bradly Bacola na beki Nuno Mendes wote wanashambulia kwa pamoja. Tukumbuke kwenye mechi ya Aston Villa, fullback zote mbili zimefunga magoli, sio zimeassist, zimefunga magoli. Kwa hiyo Timba na Saka upande mmoja na uh, Miles Lewis-Skelly pamoja na um, pamoja na Martinelli wanahitaji kuwa katika ubora wao, kwani magoli mengi kama tulivyosema ya, ya, ya, ya PSG yanatengenezwa kwenye flanks midfield zao nzuri lakini nadhani Arsenal tunaweza kusema tuna midfield nzuri kuliko PSG, huku wao wakiwa na striker sisi tuna false nine, ambaye asili yake si false nine. Uh, kitu chingine ambacho tungependa vilevile kukizungumzia ni swala la majeruhi. Kikosi kizima cha PSG kiko fit, hawana injury hata moja. Arsenal kwa upande wake ina injuries saba Tano zile ambazo za wachezaji ambao wako nje muda mrefu, yaani uh, Kai Havertz, Gabriel Jesus Calafiori, uh, Calaf si muda mrefu, lakini ni mmoja kati ya saba walioumia, Ricardo Calafiori, uh, Takehiro Tomiasu. Vile vile wawili wapya katika orodha hii ni Ben White, Ben Blanco pamoja na Mikel Merino. Hatujui nini kinaendelea kuhusu Mikel Merino, tunategemea pengine kama kabla hatuja release video hii, press conference ya, ya, ya coach Mikel Arteta itakuwa imeshafanyika fanyika. Hivi tuna record bado haijafanyika conference hiyo, lakini by the time tuna release, tunategemea itakuwa imeshafanyika. Kwa hiyo tunaweza tukaweka comment ya maandishi juu ya hali za wachezaji hawa wawili Mikel Merino pamoja na Ben White lakini kiujumla wao ni 50, 50. Lakini matumaini yetu ni kwamba Merino na White watakuwemo kikosini. Hiyo ndio hali ambayo inatia wasiwasi -wasi kidogo kuhusu suala la kukosekana Merino, kwa sababu iwapo Merino hayupo, tayari tunajua kwamba Pate hachezi, tunajua kwamba Jorginho ameumia. Kwa maana hiyo tutakuwa tuna upungufu katika viungo kwani matarajio yetu ni kwamba Merino acheze attacking midfield upande wa kushoto, Odegaard upande wa kulia, Declan Rice akae deep kama midfield mlinzi. Sasa akiondoka Merino hakuna samba. Hakuna midfield mwingine, wote wako juu. Kai Havertz anashuka anacheza midfield. Hayupo Jorginho, hayupo Pate, hayupo kadi nyekundu ile, kadi ya manjano ya, ya, ya Pate inatukosti sana na ukizingatia ilikuwa ni kadi ya kizembe. Hatujui kwa nini Pate hakuwa makini zaidi siku ile, lakini ndio mchezo wa mpira. Hata hivyo bado namatumaini kwamba Merino atakuepo. Kwa hiyo hayo ndio ambayo tumepanga kuyazungumzia. Tafadhali uh, weka komenti yako, matarajio yako nini katika mchezo huo? Je, Arsenal itaweza kupata ushindi? Weka uh, utabiri wako kwenye, kwenye comment section. Sisi kwa upande wetu tunadhani kwamba tutazungumza yale yaliyozungumzwa na supercomputer. Supercomputer inatabiri kwamba Arsenal ina asilimia karibu 45 ya kupata ushindi, huku ukiwa kuna asilimia 28 tu ya PSG kupata ushindi. zilizobaki asilimia zilizobaki supercomputer inatabiri kwamba itakuwa ni, ni suluhu. Nisingependa kutoa utabiri wangu ili usi influence uh, wadau watakaokuwa wanaweka utabiri kwenye comment section, lakini hata hivyo nina imani mkubwa ya ushindi katika mechi hii. Na nina imani kubwa kwamba hata tukienda Paris hatutapoteza mchezo huko. Kwa nini? Arsenal iko kwenye fomu nzuri na imeelekeza nguvu zake zote kwenye mashindano haya na tunacheza na timu ambayo tayari itakuja Emirates ikiwa na hofu kiasi fulani kutokana na kupoteza mchezo uliopita na jinsi ambavyo Arsenal imetinga nusu finali, imewatoa mabingwa utetezi kwa aggregate score ya bao tano kwa moja. Hilo pekee yake ni tishio, lakini Arsenal inatakiwa kuwa makini sana. Kwa ni PSG ni timu ambayo inafanya vizuri kwa, kwa wakati huu. Jina langu ni Mani Mohammed. Uh, asante sana kwa kunifuatilia mpaka hapa, vile vile subscribe kama bado hujafanya hivyo ili uwe mwanachama halisi wa Ganaz XG. Tukutane tena siku nyingine, tunakushukuruni sana tena sana kuwa pamoja nasi.